Na tukiendelea mbele ni kwamba Rais William Ruto amemteua aliyekuwa waziri mkuu wake maalum nchini Sudan Kusini. Raila anatarajiwa kuongoza juhudi za kusaidia inayozidi kutokota nchini humo kufuatia kukamatwa kwa makamu wa kwanza na mkewe. Akizungumza katika Ikulu ya na Nairobi, Rais Ruto alisisitiza dhamira mirror... ya za hali katika eneo hilo. Hatua hii inajiri huku kukiwa na hofu kwa hu ukavuruga amani nchini Sudan Kusini. Kufuatia kukamatwa kwake, Machar polisi pamoja na mkewe, ambaye ni waziri wa mambo ya ndani na uratibu Sudan Kusini. Mgogoro wa kisiasa unaozidi kutokota nchini humo wengi kupoteza matumaini katika hatua kubwa zaidi ya kidiplomasia Ruto amemteua aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuwa mjumbe maalum nchini Sudan Kusini kusaidia kutuliza taaruki inayozidi kuongezeka kati ya rais Salva Kiir na Riek Machar mak the Honorable Raila Odinga are from because there is a situation that could lead to a from that country unless it is contained. Hatua hiyo hivi ito kwa Machar na mkewe Angelina Teny, ambaye pia ni waziri wa mambo nchini humo, na kuzidisha hofu ya kukiukwa kwa makubaliano kusitisha vita vya wenyewe kwa wenyewe miaka mitano nchini humo we have a robust conversation on containing the situation in Sudan doing what we can as Kenya working with partners uh, regional mechanisms to see to it that situations that could lead to people seeking asylum Dhamira ya Odinga ni kuwasilisha ujumbe wa Ruto kwa Kiir na Machar na washikadau wengine wa kanda wanaohusika katika juhudi za kudhibiti mzozo huo. Baada ya wiki kadhaa za mapigano makali kati ya vikosi vya Sudan Kusini karibu na mji mkuu Juba, kukamatwa kukamatwa kwa wake wakuu na vikosi vya serikali kumezidi kuzorotesha mazingira ya tayari ni tete katika juhudi za awali za kukabiliana na mzozo huo, rais nje ya simu na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kabla ya kumtuma viongozi. Na mashirika ya kanda hii ukiwemo muungano wa Afrika wametoa huku wakifanya kila juhudi kuzuia hali hiyo kuzuia...